Maafisa wanaohusika na kutoa misaada ya kibinadamu nchini Burundi wametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuhamasishwa juu ya kusaidia wakimbizi wa DRC wanaoendelea kuvuka mpaka kuingia nchini humo. Katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja, nchi hiyo imeshuhudia zaidi ya wakimbizi elfu 60 wakikimbilia nchini Burundi kwa sababu ya utovu wa usalama mashariki mwa DRC. Burundi inasema ilikuwa imewakaribisha wakimbizi zaidi ya elfu 90 kufikia mwishoni mwa mwaka uliopita, idadi ambayo inaendelea kuongezeka. Wakimbizi hao wamepelekwa katika maeneo mbalimbali kama Bujumbura na Rungombo, wilaya ya Chibitoke, kwa mujibu wa Brigitte Mkangaino, mwakilishi wa tume ya Umoja wa Mataifa ya wakimbizi nchini Burundi. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, Burundi kwa sasa inawahifadhi takriban wakimbizi elfu tisini na moja wanaotafuta hifadhi hasa kutoka DRC, wengi wao wakiwa nchini humo kwa miongo kadhaa. Inahofiwa kwamba huenda hali ikawa mbaya zaidi iwapo wapigano wataendelea katika eneo la Kivu Kusini, hasa katika maeneo ya Luvungi, Luberizi, Sange, Kiliba na Uvira, ambako wapiganaji wa Wazalendo na makundi mengine yaliyosaidia jeshi la DRC yamepiga kambi. Mzozo wa hivi punde mashariki mwa DRC umesababisha vifo vya maelfu ya watu, kwa mujibu wa takwimu za Umoja Mataifa, mzozo ambao pia unaofiwa huenda ukasambaa kikanda.